Mzee Kasisi kwa uh, hii tasnia uh, tumekufahamu zaidi kama walivyoongea wale kwenye movie ya Samani Asante, na sasa tunaendelea yeah. kufahamu zaidi na kujua uwezo wako uliokuwa nao yeah. Pengine kwa sasa tunaona karakta ya uchawi hasa ukiwa umeshikilia mm. sawa sawa. Pengine karakta hii ya uchawi ambayo unaifanya na kipindi kile yeah. kwenye kitimtim, ndio karakta yako tangu umeanza movie au ulikuwa na karakta nyingine? hii karakta hii mm. nimeibeba baada ya kwenda kwenye tamthilia ile ya Samani Asante. mm -hmm. Lakini huko nyuma nilikuwa na shuti kama baba, kama mchungaji pengine, mm -hmm. na shuti kama dokta yaani. Na pengine kwenye Samani Asante, wewe ndio uliitaka karakta ya kichawi ama tasnia yenyewe ndio ilikuchagua wewe kuwa kwenye karakta hiyo? Eh, tasnia yenyewe ndio ilinichagua. Mm. -hmm. Kwa mimi ndio naweza nika, nikawa vile mm. mm. na, na na pengine una, unaufahamu na uelewa kidogo kuhusiana na uchawi ulivyo kufahamu uchawi eh? Hey, hata kidogo puliza, <laughs> hata kupuliza puliza, sijui hata kijiko, ila kichwa changu huwa kinatokeaga kubeba matukio kinabeba, yani tayari ukishaelekezwa hivi Hmm. Basi huwa naongozwa tu kuwa namna hii namna hii hmm, eh, eh, na ha -ha. Eh, ha -ha. kuna kuna kuna baadhi ya waigizaji wakubwa ndani na nje ya Tanzania ambao wamewahi kufanya movie kwenye karakta kama ambazo wewe unashiriki, kwa maana karakta za watu ambao wana nguvu za ajabu za miujiza na ha -ha. wengi wao katika maelezo yao ni kwamba baada ya kumaliza movie walizokuwa ki, wakizifanya yale mambo yalikuja kuwatokea kwenye uhalisia halisi. Kuna majaribu yeah. Nakutana nayo ya waziwazi -wazi ya kimeujiza? E, haya majaribu ya waziwazi nakutana nayo. Ulisha kutuhumiwa labda kwa uh, kutuhumiwa kama labda wewe ni mchawi? E, ase. <laughs> Yani mpaka nalaumiwa saa nyingine hata kwenye comment, wanasemaje? Huyu mchawi kweli huyu. <laughs> Sio uongo, mbona anapita mlemle huyu anajua. <laughs> e. <laughs> <tabu> Na, la, wanasema kwamba ukiona ukiona, ukiona, ukiona mwigizaji hmm. a hapendwi, labda maana yake ni kwamba umevaa eh. uhusika vile ambavyo umetakiwa. Ni kweli ni kweli, labda ni niulize kitu kimoja kwako eh. uh, unaishi katika karakta ambayo imekupokea ime vizuri pia ya uchawi pengine no. Ni ujumbe gani ambao unataka kuufikisha kwenye jamii kupitia karakta unaoitumia sasa? Hey, ashe, ujumbe kuufikisha kwa jamii mimi mm. Ndo hivyo nawambia jamani, mimi naigiza, ila siko kwenye uchawi, na karata hii ambayo ninatembea nayo ni, ni karata ngumu ni mm. ngumu mno mm. <laughs> Hivyo bwana inapambana na, na uhusika huo yeah. mm, mm, kwa sasa hivi tum- tuko tena kwenye tamthilia nyingine ambayo inaitwa Mkosi mm. uh, hii Mkosi nayo niko kwenye karata hiyo hiyo mm. alafu niko mimi pamoja na bwana Ramadhani kama mm. uhusika uh, wetu ni ule uleule mm. uh, kwa sababu kama na mimi sasa hivi kwa kama Kulwa na Dot maanake kama alivyokuwa Senga na Pembe Mtanga na Bambo mm. E, mimi basi nilipo mimi kama yupo po kama mimi nipo nimeiona nime hiyo bondi ambayo mmekuwa mkiishi nayo sasa kwenye movie kadhaa kadhaa, ambazo naziona kwamba akiwepo uh, kasisi basi kama anakuepo na watu wanakuwepo katika zile husika ambazo wamekuwa wamezichagua. Hongereni sana. Mnafanya uh, mapinduzi makubwa sana kwenye tasnia movies nyingi ambazo umezifanya umezi kwa hichi kipindi cha karibuni na zimekupa maarufu mkubwa ipi hasa? Yes. ime e, hasa mm. Mm, asante, ambayo imeugusa sana moyo wako nipenda hasa asante, ya asante, kwa sababu thamani ya asante tulicheza walisi ambaye huo ambaye uko wazi, ambaye tunaishi nao sana mm. e, pia hata mtu ukimpeleka hospitalini usifikiri kama wale wote manesi au madokta e, katika familia ambaye zenye ugumu kama huo Mm. Kwa hiyo pia hata na watu wabaya wanaweza kwa kufuata mpaka huko hospitalini. Mm. Eh. Maana ilikuwa imefundisha kiasi kikubwa kuwa hata rafiki yako wa jirani ambaye wa kwanza yeye kukuletea panado, ndakao yeye ndo wa kwanza yeye kukuumiza. Mm. Eh eh. Mm. Eh, eh. Eh, pengine pe, pengine eh, Mzee Kasisi ni mtu wa imani sana za kidini. Mimi. Mm sana sio kidogo, mtu mm. E, wa imani ni kweli kabisa. Kwa mtazamo wako tasnia eh, ya filamu za kibongo e, iko wapi eh, kwa sasa ukilinganisha na miaka ya nyuma ase, sasa hivi tunasema bwana mkombozi tuseme huyu YouTube, mm, ndo wamekuja kuinua sana tasnia ya filamu, maanake wenzetu wazungu ndo walikuwa wametushika sana Mm. eh, lakini sasa hivi sisi wa bongo nao kidogo eh, wanaonekana hata zinapendwa kwa mfano, sasa hivi mi na mashabiki sehemu mbalimbali, Marekani, huko Uman, Nigeria zinatembea sasa hivi na, na, na pengine tunaendelea kukua zaidi zinakua zinakuwa inakua zina sana hmm. on ongereni kwa sababu naona jitihada ambazo mnazifanya ma actors lakini pia madirekta waandikaji, mnaonyesha improvement kubwa sana. ni kweli lakini, yeah. Labda pengine ni changamoto zipi kubwa ambazo unaona zinawakabili waigizaji wa, wa movi za kibongo? uhuru tunao mdogo sana. nataka e, n fanye kufuatilia mno mm, hususani kama labda kuna Inatakiwa location labda uh, kituo cha polisi mm. au hospitali kubwa mm. e, bado hapa wengine hawajajua kama sanaa pia ni shule mm. e, e, e, basi atakwambia nenda ngoja majibu haya yaende kwanza Dodoma yarudi eh. hata pia ukitaka tu ushuti stendi kubwa kuna milolongo mingi mingi mingi mingi kwa mm. mfano samani asante tulienda kuomba stendi moja pale mm. Ah, fanyia simu ndivyo na tukacha, mimi na kitale. mm. e, kwa na hiyo ndio iko hivyo changamoto nyingi sisi, supoti bwana inakuwa e, ndogo kwa wenzetu hao walio kwa juu kidogo. Tukiwa tunaendelea hapo hapo penyeza ujumbe wako sasa kwao. Tusiwaache hivi mm. hivi penyeza ujumbe wako kwao kuhusiana na hiyo changamoto ambayo mnakuwa mnaipitia. Eh, mimi nasema ujumbe ni kwamba viongozi mm. ambaye hawa tunawategemea siku zote hususan wakuu wa mikoa, madiwani, wabunge, waangalie jinsi gani wanaweza wakainua tasnia ya filamu kulingana na sehemu husika waliopo. Basi kama kuna watu wanataka kufanya project hiyo, basi na wao wanashika mkono, ili tuweze kufika pale tunapotaka kufika. Lakini kwa upande sasa wenu wasanii, pengine mnapata kuthaminiwa vya kutosha kwenye upande wa fedha, lakini pia kwenye jamii kuna upande wa pesa, kwa pesa bwana, hapo napo ni bado changamoto. mmm Mm. bado ni changamoto ah, changamoto hii si, si, nisimuliaje? Mmm, upande uh, wa pesa bwana, bado hususani, labda kwangu mimi, mm. kwa wengine mm. kwangu mimi bwana, ni bado ni bado mfadhili yule hasa aseme bwana, sasa Kasisi wewe njoo kaa hapa sasa mm. Ufanye kazi e, e, kazi iwe kama kazi sawa. mm. e, e, na mimi ni katika jitihada pia, Mungu yuko anasimama. amina, amina, amina. Lakini kuna, kuna vijana wengi sasa hivi e, wakimwona Mzee Kasisi Gumelasenga wanatamani kuingia nao kuwa waigizaji wengine kama Sana. talanta na wengine e. kama kujifunza mpaka kuwa waigizaji wazuri baadaye pengine unawashauri nini wasanii hawa ama watu hawa wanaotamani kuwa kama wewe, kwanza kabisa kabla hata ya kuingia kwenye tasnia yenyewe e, a, mimi, ushauri wangu ni kwamba sasa sanaa sahivi ni kazi kama kazi zingine mm. mm. e, e, sasa kulingana tu na producer gani ambaye atakwenda eh, kwenda kufanya naye hiyo. Kaa tumetofautiana Eh, eh, kuna mwingine anakuja na kwa ajili kabisa unafanya kazi, kuna mwingine unakwenda unafanya kazi unachukua cha kwako kwa unaondoka kwa mm. eh, lakini mm. bado tayari eh, utakuwa riski. Mimi naambia tu wapambane, endelee kujifunza eh, mwisho wa siku utafikia pale unapopataka, kwa sababu kipaji hakijifiki bwana. mm. mm. lakini kwa ukiangalia kwenye movie za watu wengine, hususan vijana ambao ni chipukizo na chipukia chipukia, uh, mm. unaona ni kosa gani kubwa ambalo wanakuwa wanalifanya pale wanapokuwa wanafanya uh, sanaa ya uigizaji, mauzuri ya sanaa mm. Eh, kwa sababu sanaa ni muhimu. Tuseme sanaa ni umbo lililosanifiwa likasanifika, hiyo mm. Kwa hiyo ili mtu ajifunze kile, kile kitu na kisanifu, kama kuchonga mwiko, chonga mwiko unaendana na mwiko mm. Kama kutengeneza sifuria, tengeneza kitu kinachoendana na sifuria, sio unakwenda unakwenda kwenye maajili mengine susani mm, mm. Unacheza picha za uchi mm. E, labda unaandika story watu mpaka wanatukana na matusi ya m... mm. E, alafu sasa hivi ziko wazi mno hazina kificho kama zamani. inamimi kuna muda unaangalia sinema. mudawahamwenda muda wa kubwa, zinakuwekwa sinema za wakubwa Mm. Lakini sasa hivi sinema zetu ziko wazi, ziko kwenye ving'amuzi. Hata unaweka pale hapo nakuta sinema nzuri ya kijinga kabisa pale huko na mkwe na watoto sikile. Alafu unaangalia mwisho wewe unatamani hata kuzima king'amuzi. Hakika mm. Sasa ndio hivyo. Mm. Hiyo eh ndio eh, hivyo. Kwa hiyo mimi za namna hiyo huwa sipendi kucheza. Mimi nacheza sinema zile ambazo za kufundisha. Kwanza mtu akiniambia bwana Kasisi, njoo bwana, nataka unisaidie kazi moja mbili tatu. Naambia hebu kwanza nione story yako. Mm. Naisoma ile story, nikishai story. Tayari mm, naanza sasa kuijaza kwenye moyo wangu, naijaza, naijaza, nikishaijaza basi nakuwa mimi sasa ndio yule. Mm. Eh, eh, ipo ipo. Na, na, na, pengine ni ndoto ipi kubwa ambayo unatamani kuifikia kwenye sanaa yako na bado hujaifikia? Ase mimi, mimi ndoto yangu mimi yaani niishi hivyo, yaani hii inakuwa kama vile ndo ulisi wangu au ndo kipaji changu, yaani mpaka nastafu nayo, hii haina kustafu. Kustafu labda sawa. Uh, tukiwa tunaelekea mwishoni kabisa, nipate maswali matatu ma ya mwisho uh, unatoa ujumbe gani ama funzo gani kwa madirectors wa movie ambao wanakuwa wakimfata kwa ajili ya kutaka kuwashiriki kwenye movie zao kutaka yani, kipindi ambapo yani, ujumbe wako ni upi hasa kwa madirectors wa movie hizi ambao wapo nchini? Yeah. Mm, una neno gani kwao? Uh, naneno nayo kwao kwamba eh, waangalie kama kuna nafasi sehemu ingine hususani mimi ya kwenda kuiti sehemu hiyo, basi mimi niko huru eh, eh, sina mtu, sema labda sina meneja mm na eh, namba zangu mimi ziko wazi, ziko nyingi sana kwenye Nyundo TV mm. Eh, TV eh, unaipata basi, wasichoke kuniita kwa sababu ndo kazi yangu eh, eh. Sawa, mwisho kabisa uh, mzee Kasisi, labda pengine utuache na ujumbe wako kwa Watanzania ambao wanakupenda lakini pia ambao wanafatilia kazi zako mm. Eh, mi nasema nawapenda sana na sana. Na mm. <laughs> na sana bado. Sasa hivi tuko kwenye tamthilia ta nyingine ambayo inaitwa Mkosi, naye tunapambana nayo mm. na mm. E, waifuatilie ili watajifunza kitu mle, wataona maisha ambayo watu wanaishi sasa hivi mm. na tayari ipo io mtandaoni, e, ipo mtandaoni mkosi, ukiandika tu hapo mkosi mm. tayari unanipata hapo, nampata mzee kama hapo na Mama Kibwana pale eh, Eh, e, e. Asante sana kwa muda wako Mzee Kasisi Gulasenga. Umesema ni Ibrahim? Eh, ni Ibrahim Kasisi. Mm. Eh, hata e, ukiingia hapo ukiandika Kasisi unanipata. Eh. Ukiandika Gulasenga e. e. na yule unanipata. Eh. Na huyo ni Mzee Ibrahim Kasisi. Eh, uh, almaarufu Kasisi Gulasenga, mzee ambaye amejipatia maarufu mkubwa sana kwenye eh, uh, movie ambazo amekuwa akishiriki kama msanii wa sanaa hapa nchini Tanzania, kwa maana ya uhusika wa uchawi. Na umemsikia yote ambayo amezungumza kupitia habari leo ni Daily News Digital. Mimi niseme shukrani sana kwa kuendelea kutufuatilia, tufuatilie vile vile zaidi na zaidi kwa uh, mambo na taarifa mbalimbali ambazo uh, unatakiwa kuziona, kujionea na kuelewa zaidi kwenye mitandao yetu ya kijamii kwenye eh, YouTube andika Daily News Digital, ambapo hapo unaweza kusubscribe. Lakini pia kwenye Instagram andika habari leo underscore tz, hapo unaweza kutufollow ukacomment taarifa zako, lakini pia uh, ukashare pamoja na kulike taarifa mbalimbali. Pia kwenye Facebook vile vile ni habari leo underscore tz. Langu jina nimekuja Joji in Tanzania, naitwa Maiko Sambole George, pia utakuwa hujakosea. Shukran.